Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, walilahi lhamdu. Mahujaji wa taasisi mbalimbali sasa wameanza kuondoka usiku huu kuelekea Arafa. Mahujaji wameondoka usiku huu kutoka Mina kuelekea Arafa. Kama mnavyoshuhudia tayari mabasi yameshafika na tayari wameanza kuingia e, katika mabasi kuelekea katika viwanja vya Arafati ambao bidhinillahi taala muda mfupi ujao watafika Arafa. Alhamdulillah, mahujaji wako salama wote wa Tanzania, na kwa kweli wanaendelea na ibada kama eh, vile utaratibu ulivyo. Tunashukuru sana kwa mashirikiano ya kila mmoja ambaye tunawawezesha eh, shughuli yetu hii ya Hija eh, kwenda kwa salama na amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatu. Mahujaji mbalimbali wa taasisi mbali mbali, mbalimbali wanaondoka muda huu kuelekea Arafa, kama nafahamu sasa wako Mina na mabasi tayari, kama mnavyowashuhudia wakipanda mabasi mahujaji hawa wakielekea katika viwanja vya Arafa. Baada mahujaji wanaendelea kuja wa taasisi mbalimbali, kama mnavyowashuhudia hao wanaondoka kuelekea moja kwa moja ya Arafa kwa ajili ya kutekeleza nguzo katika nguzo ya Hijja, nayo ni alqiyamu bi Arafa. Alhamdulillah, Allah wapewe pesi na wakubalia ibada zao, na sisi atuwezeshe kwa pamoja insha Allah.